Echinyolwa. Lazima ina dunga dunga hiyo. Ah, arodzini shinda. Eh? Atinishinda. Echinyolwa. Nairiwe. Echinyolwa. Nairiwe. Nairiwe. Eh. Inde iko. Sichilagane. Krogbere.

imanyahiyo asa unamanya tagoma iriga kwanzaozigakoagoi zigakoa undajaribu doku mm. urobiri karambo hacha ichinyolwa nairiwe ichinyolwa nairiwe nairiwe ango nosimanya <laughs> ah, uh, lakini ango renye narimanya mm.

ango karibigwa mkuomba aaa msikizi mbakambira diimba ichinyolwa ichinyolwa mbena matsavu ashaa anzaabigakuro kuro, ma bigakuromala mwenyekuromba alaenyeuro aya mwanamche mpumbavu mwanamche mpumbavu ni mzigo kwa mlumewe

Karibu bwa mkuu ama. Ah ni vile unasikira ba. Karibu bwa mkuu. Hango karibu bwa mkuu. Nikuzee ama. Chenjeracho mdzini. Kachombola. Ha? Kachombola chenjeracho nyumbani <laughs> <laughs> Maswali ni matano, ni misemo. Sawa. <laughs> <laughs> Mitano tu wale. Ndovu. Mkota chingo Kuvuira Kwa. kwa hinde hiko? uzakaeri hinde hiko swali sirimanyari hindehiko hinde sichilagane uzelewa <laughs> <Uzele> sasa uya <laughs> tsoka muyasoka katsoka a ichinyolwa